ko neno, ninasema jionyeshe ya kwamba umekubaliwa mbele za nani? Yaani, jionyeshe kwamba, yaani Mungu anakujua halo, na Mungu alikuweka umwabudu, na alikuweka umtukuze. Yaani hicho kitendo cha kujijua ndio mafuta hayo, kukiona umeokoke na maana una akili ehe, Mungu wangu nisaidie. Yaani ukiona umeokoka wewe una nini pamoja na neema ya Mungu, lakini una akili. Mungu alijua huyu nikimwokoa atanisifu, huyu nikimwokoa ataniimbia, huyu nikimwokoa atanitolea, huyu nikimwokoa ataleta faida nyumbani mwangu, atanitukuza, atanishuhudia mbele ya wengine kwamba jamani, Mungu yupo, anaweza. Mimi nilikuwa ni mgonjwa, ameniponya, nilikuwa mtenda dhambi, nimeacha dhambi. Ndio maana akakuokoa. Sasa kaa hapo, kuwa unajitambua na nifurahia waliponiambia twende nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu nyumbani kwa Bwana kuna uzima, kuna uponyaji, kuna neema, kuna kibali, kuna maadui kuanguka, kuna mwanzo mpya wa maisha mazuri. Ndio maana tunapokuja kanisani hatuji kwa huzuni, tunakimbiaga kabisa. Eh jamani sisi kachelewa ibada huyo, kwa sababu mwenye akili kabisa anajua nyumbani mwa Bwana ndio mahali pa kutengeneza hatima mpya, ndio mahali pa kujenga utajiri ndio mahali pa afya njema ndiyo mahali pa kurejesha matumaini yaliyopotea.